Kuna timu ya wataalamu ambayo itashirikiana na timu ya Jeshi la Zimamoto kuweza kufanya tathmini nzima na kuweza kutoa sasa taarifa rasmi ya chanzo cha ile tukio na kuweza basi kutushauri kitaalamu siku za usoni tufanye nini, kuweza kuzuia matukio kama haya, majanga kama haya yasiweze kutupata. Na kwa wale basi ambao chumba kile moto likuanzia pamoja na kile chumba cha juu pale, tumeisha wabainisha, na nafikiri mtaeleza taratibu namna gani ambavyo tutaweza kuwasaidia kuaraka, kwa haraka kuweza kuhakikisha kwamba basi mnaendelea na maisha yenu kama kawaida, lakini basi kama management pia tunaona kwamba wote ambao mnakaa wingi hii utaratibu unafanyika, tutawahamishia kule hosteli mpya. Kama mnavyoona basi limeshafika pale, mtaelekezwa utaratibu wa namna mtakavyotoka hapa, mtakavyoingia ndani chumba kimoja kimoja. Wale memba wa chumba mtaingia, mtachukua vitu vyenu <coughs> baada ya kuangalia ni nini ambacho kipo na kadhalika, mtaelezwa ili tuweze basi kuhamishia kule na tuweze kuona taratibu zingine na kwa wale ambao pengine mlikuwa na testi leo ambao ni wakazi wa jengo hili ambao pengine mmeathirika na testi hizo <coughs> DVC Akademiki huko hapa atatoa utaratibu wa namna gani msaidiwe ili basi msiweze kuathirika kwenye masomo yenu. Pia majira ya saa mbili na dakika 28 asubuhi tulipokea wito wa uwepo wa, wa, wa tukio la moto tukitaarifiwa kwamba kuna mmoja wa chumba cha hosteli cha chuo kikuu cha sayansi MUST Mbeya kilikuwa kina waka moto tuliweza kufika eneo la tukio, kwa kweli tukabaini uwepo wa tukio hilo ambalo kulikuwa kwenye hostel ambayo inaitwa block namba 8C, ambayo miongoni mwa chumba chake moja ground floor kilikuwa kinawaka moto. Tuliudhibiti moto huo ili usiweze kuenea maeneo mengine, na tukafanikiwa kufanya hivyo. Chanzo cha moto huo, taarifa za awali inaonyesha ni coil heater ambayo wanafunzi mmoja wa wanafunzi ambao wanakaa kwenye chumba hicho walikuwa wanakitumia kandilia, magi, mponde, kwa ajili kuchemshia maji wote sana maji ya moto shot. Na kwa sababu hita hiyo ilikuwa karibu na godoro, moto kashika kwenye godoro na kuweza kusababisha madhara. Madhara ambayo amepatikana ni kuungua kwa baadhi ya vitu vya wanafunzi ikiwemo nguo zao madaftari na kompyuta mpakato mbili ambazo wanafunzi walikuwa wanazitumia wa vitanda, pamoja na hayo magodoro ambao walikuwa wanatumia wanafunzi wa. Baada ya kufanya uchunguzi, tunaweza kubaini chanzo hicho kama nilichosema, lakini pia na, na kuendea kwa sisi za wanafunzi wakikisha kwamba wanachukua tahadhari kwenye matatizo mbalimbali ya yanayotokea hasa mba na janga ya moto, ikiwemo kutumia vifaa ambavyo vifaa ambavyo haviwezi kusababisha madhara, kwa sababu baada ya kufanya mahojiano ya uongozi wa shule tunabaini kwamba moja ya sheria yao moja wa chuo uongozi wa chuo unasema sheria yao ina, ina, ina, inaagiza na inaelekeza kuto kutumia vifaa vya kama hivyo ambavyo wanafunzi walikuwa wanavitumia. Kwa hiyo wote wetu kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya, kwanza uongozi wa chuo uhakikishe kwamba unafanya ukaguzi wa mara kwa mara kubaini kama wanafunzi wana vifaa ambavyo vinaweza vikaleta madhara ya moto kama ambavyo tumetokea. Lakini jambo la pili, tumeelekeza wanafunzi kuhakikisha kwamba wanakuwa walinzi wa mali zao kwa sababu sio kwamba tu wanaweza kupata madhara wao, lakini hata zile mali zao. Tunaona sasa hivi wanaendea na mitihani, lakini vitabu vyao wengine kwa zao mpakato zimeweza kuathirika na moto, kitu ambacho na nyingine kwa namna moja nyingine inaweza kawaathiri kwenye masomo yao.